Maisha ya upande wa pili, simulizi za pekee. Hapo zamani za kale, palitokea msichana mrembo aliyetambulika kwa jina la Zainabu. Zainabu alikuwa mchuuzi wa maandazi sokoni, mrembo lakini mwenye roho isiyotabirika. Alikuwa akicheka na mawingu, kuongea na mbwa waliopita karibu, na wakati mwingine kuimba kwa sauti kubwa kana kwamba anaigiza tamthilia iliyo kichwani. Watu walimchukulia kama mchanganyiko wa kichaa na haiba no. Mshindo alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu mwenye akili nyingi, lakini maisha ya kijumuiya hayakuwa kipaumbele. Alikuwa mkimya na uso wake ulionyesha huzuni iliyofichika. Siku moja, Mshindo alimwona Zainabu akikimbiza kuku sokoni huku akisema nataka niolewe na yule mwenye manyoya meupe. Mshindo alicheka kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi. Alimkaribia Zainabu na kusema, nina koti jeupe kama manyoya, je, yeah, natosha kuwa mume wako? Na hapo ndipo penzi la uchizi lilipoanza. Walizungumza usiku mzima kuhusu wazo la kuanzisha baiskeli inayoruka. Walibeba paka kwa mgongo kama mtoto. Walipika chakula bila chumvi kwa makusudi, wakisema mapenzi ni ladha inayojitegemea. Jamii iliwaita wendawazimu, lakini kila aliyewatazama kwa makini aliona kitu cha pekee. Walielewana bila maneno, walicheka bila sababu, na walilia pamoja, wakiona karatasi tupu, wakisema hii ni hadisi yetu, bado haijaandikwa. Simulizi za pekee. Zainabu na Mshindo walihamia katika nyumba ndogo pembezoni mwa mto ulioitwa Kichwa Kinyume. Mlango wake ulifunguka kwa kuvuta badala ya kusukuma, vyombo vilining'inia kutoka juu ya dari, na walipika chai kwa kutumia jua lililochorwa kutani, wakiamini kila mchoro una ladha yake. Siku moja walipokuwa wakicheza dansi ya kimya ambayo waliita mwanga wa viatu, mkazi mmoja wa kijiji aliwaambia, nyie hamko sawa. Zainabu alitabasamu na kusema tupo sawa na dunia nyingine. Wakaamua kufanya karamu ya wendawazimu. Walimkaribisha kila mtu mwenye ndoto isiyosemekana kwenye bustani ya mwanga iliyopendeza. Watu walivaa magamba ya samaki, waliimba mashairi bila maneno na walikula supu ya ndoto ambayo ilibadilika rangi kulingana na hisia zao. Lakini si kila mtu alifurahia. Serikali ya kijiji iliitisha kikao ikidai kuwa uchizi wao unaeneza uhuru hatari. Mshindo aliandika barua ya kujieleza yenye maneno yaliyogeuzwa: si kwa sababu hatufanani, ndiyo tusamehewe kuwa huru. Maisha bila uendawazimu ni kama bahari isiyo na mawimbi. Hatimaye watu waligundua, si kwamba Zainabu na Mshindo walikuwa na wazimu, walikuwa tukuru kwa kiwango ambacho wengi waliogopa na hii ni Maisha ya upande wa pili, sehemu ya kwanza. Mimi naitwa Boka na hizi ni simulizi za pekee. Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya stori hii. Simulizi za pekee.